Mwongozo wa kujifunza Biblia, Mei 22, siku ya Alhamis. Mada leo inasema wafundishe wakosaji njia yako. Baada ya Bwana kumtokea Isaya katika tukio la chumba cha enzi katika Isaya sura ya 6 aya ya kwanza hadi ya 8 baada ya Isaya kuambiwa kwamba uovu wake umeondolewa na dhambi yake imefunikwa ndipo alijibu wito wa Mungu kwa kusema "Mimi hapa nitume mimi." Isaya sura ya sita aya ya nane Yaani yani, mara alipojua kwamba amepatana na Mungu, na licha ya kujua makosa yake, alikuwa tayari kufanya kazi kwa ajili ya Bwana. Je, si sawa sana kwetu sisi? Tunawezaje kutangaza wokovu kwa wengine ikiwa sisi wenyewe hatuna huo na tunaweza kuwa nao kwa imani katika Yesu na kile alichotutendea. Soma Zaburi ya hamsini na moja aya 7 hadi 15. Daudi anaahidi kufanya nini baada ya kusamehewa na kutakaswa dhambi yake? huitwa katika kuwepo kwa Mungu, hatimaye ni kutumwa kurejea nje katika hekima yake Mungu amewaagiza waliokombolewa kutumika kama sauti yake kuu kwa ulimwengu ulioanguka. Wakati fulani mguso wa watu wake duniani utahisiwa kwa namna yenye nguvu. Ufunuo sura ya 18 aya ya kwanza inatuambia kwamba ombi lake la mwisho kwa sayari iliyoanguka litaangaza nchi yote. Mara tu mtu anapokuja kwa Kristo ndani ya moyo wake Inaumbwa shauku ya kuwajulisha wengine ni rafiki wa thamani kiasi gani amepata katika Yesu. Ukweli unaookoa na kutakasa hauwezi kufungwa moyoni mwake. Ikiwa tumevikwa haki ya Kristo na kujazwa furaha ya Roho wake akae ndani yetu, hatutaweza kunyamaza. Ikiwa tumeonja na kuona ya kuwa Bwana yu mwema tutakuwa na kitu cha kusema kama Filipo alipompata Mwokozi, tutawaalika wengine kuja kwake. LNG White Steps to Christ, ukurasa wa 78 katika Ufunuo wa Yohana sura ya 14, ujumbe wa malaika watatu umejengwa juu ya injili ya milele Ufunuo sura ya 14 ya, ya 6. Yani, hata kabla ya kutangazwa kuhusu kumwabudu yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji Ufunuo sura ya 14 aya 7, au kuhusu anguko la Babeli Ufunuo sura ya 14 aya nane, au kuhusu kumwabudu mnyama na sanamu yake Ufunuo 14 aya ya 9, msingi wa injili wa wokovu katika Yesu unatangazwa. Na hiyo ni kwa sababu maonyo na ujumbe wa wale malaika watatu havina maana yoyote bila tumaini na ahadi walivyonavyo wale wanaotangaza ujumbe huu ndani ya Yesu na kile alichowafanyia. Pasipo injili ya milele, kwa kweli hatuna chochote cha thamani cha kuuambia ulimwengu. Tafakari zaidi ukweli kwamba hata kabla ya kutangazwa kwa ujumbe wa malaika watatu kuanza, tunaelekezwa katika injili ya milele. Hili linapaswa kutuambia nini kuhusu jinsi ukweli huu ulivyo msingi wa yote tunayoamini? Mungu atubariki sote, na karibu tena.